Nitumie nafasi hii kwanza kuwashukuru sana wanachama wetu na Watanzania wote ambao wamejitokeza leo kwa ajili ya kesi ya mwenyekiti wetu wa chama. Tumefurahi, tumemwona. Kama mlivyosikia, tumefungiwa muda mrefu tangu mwezi wa kumi na moja, hata mimi nilikuwa sijafanikiwa kuonana naye. Nimshukuru kipekee kaka yetu eh, Saidi Bungara Bwege kwa hali yake na usafiri wa Dar es Salaam kuja hapa, ni spiriti ya hali ya juu sana, kwa sababu wote tunajua hii kesi huwa inakuja na mambo mengi, watu kupigwa, kuumizwa, kufanyiwa matendo ya kihuni. Kwa hiyo, yeye kujitoa, ni mtu ambaye anaonesha kwamba kwenye haki hawezi kurudi nyuma. Kwa hiyo, namshukuru sana Bwege na watu wengine wote ambao wamejitoa kuja hapa. Nina mambo mawili ya kusema kwenu leo. Narudia wito wetu ambao tumeutoa tangu mwezi wa nne. Leo mwenyekiti ana siku mia tatu na saba gerezani. Tumesema tena na tena na tena kwamba hii kesi ni kesi ya uongo, ni kesi ya kisiasa. Wamemfungulia kesi, wamekaa naye, wamwachilie. Sasa wamwachilie Tundu Lissu arudi mtaani jambo ambalo chama chetu hakitafanya. Mmesikia wanasema kwamba kuna wanaharakati na wanasiasa kwamba wananufaika na Lissu kuwa ndani, mmewasikia? Kwa sababu hakuna mwanaharakati ambaye amefungua au aliyelalamika kwa hii kesi, hakuna mwanasiasa mwingine yoyote kwenye upinzani, at least kwa upande wetu Chadema, anayenufaika na mwenyekiti wetu kuwa ndani. Si kama mnanielewa? Kwa hatuta kubali blackmail. Hii kesi wanataka kuitumia kama blackmail, kwamba wamemkamata mwenyekiti, wanakaa naye alafu wanatengeneza masharti kwamba fanya hivi. Mara ya kwanza walisema oh, kubali tukuachie uondoke nchini uende Ulaya. Nilisema hapo mwaka jana mwenyekiti amemwambia hawezi kukubali wakae naye mpaka siku watakapomwachia bila masharti. Sasa wanatumia hii wakifikiri kwamba wanatulazimisha kwamba tukubaliane na na maagizo yao ya uongo au na makubaliano yao ya uongo au na kitu wanachoita wanachoita maridhiano ya uongo kwamba kubalini, kwamba si nini, tumwachie Lissu hatutakubali Lissu kuachiwa kwa masharti. Hili nataka niliweke wazi na kila mtu ajue, Lissu alikamatwa kwa uongo, aachiwe bila masharti yoyote, arudi barabarani, tukutane nao mbele ya wananchi, mtu kwa mtu, na wananchi waamue nani wanataka waongoze. Tunaelewana vizuri kwamba hakuna masharti ya aina yoyote tutakayokubali, kwa sababu kukubali masharti ni kukubali kwamba mwenyekiti wetu amekamatwa kwa njia za uharari tunajua mwenyekiti alikamatwa akiwa kwenye ziara tuliokuwa tunafanya ya no reforms no election akatungiwa kesi ya uongo ambayo amekaa naye mpaka sasa na wengine wanashangaza sana wanaosema hivi wanasahau kwamba mwenyekiti Mboya alikaa gerezani miezi minane wakati ule mwenyekiti Mboya alipokuwa gerezani yule anayesema hayo mambo ni mwanasiasa gani na mwanaharakati gani alikuwa ananufaika na Mboi kuwa ndani? Haya masharti ya kutishia kufuta chama au kufanya si vitendo vya aina gani ili tukubaliane na masharti yao? Wanajidanganya sana, wanadiri na watu tofauti kabisa ambao hawawajui. ANC ilifutwa na makaburu lakini haikufutika kwenye mioyo ya wananchi wa, eh, wa, wa Afrika Kusini kwa sababu ilikuwa ni ni ni, ni, ni, hewa, ni oksijeni yao, ni oksijeni ya mabadiliko. Chadema ni oksijeni ya mabadiliko kwenye nchi hii, ni oksijeni wow, ya uchumi. Huwezi kuifuta, imevuka levo hizo za kufutwa. Leo navyozungumza na nyie, nimeona wanachama wetu kule Migori wamejenga ofisi leo wanaezeka, yani chama kimefungiwa, wanachama wanajicoordinate, wanajenga ofisi na wanaezeka. Katika mazingira magumu haya wanafanya shughuli za chama. Hiyo inakuambia nini? Kwamba hiki sio chama unachoweza kuua, kama unavyofikiri ni kujidanganya. Magufuli alisema hivyo kwamba Chadema itakufa, imekufa, imekufa. Ndio maana nasema Chadema ni oksijeni kwa kila mtu kwenye nchi hii, kimevuka kuwa chama kikuu cha upinzani, ni chama kikuu cha siasa Tanzania. Si kama mnalielewa hivi, ndiyo chama kikuu cha upinzani kwa sababu ndio chama pekee kilichopo kwenye nchi hii. Ndio maana wanachama wetu wanaweza kusafiri, nimeona watu kutoka Sumbawanga, everywhere wako hapa, kwa sababu ya namna ambayo chama chetu kimeshajijenga na kina upendo wa hali ya juu. Kwa hiyo nimetaka niyaseme hayo, kwamba hatutakubali masharti ya aina yoyote, hatutakubali blackmail ya aina yoyote. Tunachotaka ni free Tundu Lissu, mwenyekiti wetu aachiwe bila masharti, chama chetu kifunguliwe, tukutane uwanjani na sisi ya. Kama wanajiamini tukutane nao, wajenge hoja zao za kiuchumi, tujenge hoja zetu za kiuchumi, Watanzania waamue nani wanataka awaongoze, full stop mambo mengine haya sisi hatutayafanya . Asanteni sana tukutane Jumatano.